Karibu mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani katika mfululizo wa video zetu kuhusu faida ya viazi tamu. Kama hukuwahi kujua, viazi hivi vinaonekana vya kawaida, vina nguvu ya ajabu kiafya. Katika sehemu ya kwanza na ya pili tuligusia faida kama kuboresha macho, kusaidia mmeng'enyo wa chakula kuongeza kinga ya mwili na hata kupunguza msongo wa mawazo. Sasa kwenye sehemu ya tatu na ya nne tunazidi kuchambua zaidi faida ambazo huenda hukuwahi kuzisikia. Je, unajua viazi tamu vinaweza kusaidia kuongeza damu, kulinda moyo, kuimarisha mifupa na hata kusaidia kwa watu wenye vidonda vya tumbo? Usiondoke mtazamaji na msikilizaji, faida hizi zitakushangaza na kufanya uheshimu zaidi chakula hiki cha kienyeji, yaani viazi tamu. Mtazamaji na msikilizaji, tunazidi kufichua siri zilizojificha ndani ya chakula hiki kitamu kinachojenga afya ya mwili. Viazi tamu huongeza nguvu kwa wanaume na wanawake. Viazi tamu vina virubutisho vinavyosaidia kuongeza stamina na nguvu mwilini, hasa kwa wanaondo, wanandoa na watu wanaofanya kazi za kutumia nguvu nyingi. Viazi tamu husaidia kuhusisha kolestrol mbaya. Viazi tamu husaidia kushusha kolestrol mbaya zikiwa hazina mafuta mabaya, viazi tamu husaidia kupunguza kiwango cha kostroli mbaya mwilini, hivyo hulinda moyo na mishipa ya damu. Viazi tamu huongeza damu mwilini. Viazi tamu vina madini ya chuma iron, ambayo husaidia kuongeza seli nyekundu za damu, hivyo ni msaada mkubwa kwa watu wenye upungufu wa damu anemia. Ni vizuri kwa watu wenye vidonda vya tumbo. Viazi tamu zina nyuzinyuzi nyuzi na uwanga laini ambao husaidia kutuliza ukuta wa tumbo, hivyo vinaweza kusaidia kupunguza maumivu kwa mwenye vidonda vya tumbo. Husaidia watoto kukua vizuri. Viazi tamu kwa kuwa na vitamini A na C na madini muhimu, viazi tamu ni chakula kizuri kwa watoto, huchangia ukuaji wa ngozi, mifupa na macho yao. Ni chakula salama kwa watu wa rika zote: watoto, wazee, waja wazito na hata wagonjwa wanaweza kula viazi tamu bila madhara. Ni chakula laini kisicho na kemikali na chenye virubutisho vya asili. Huimarisha uwezo wa mwili kujijenga upya, yani healing. Vitamini C huchochea mwili kujijenga baada ya majeraha au upasuaji. Viazi tamu ni sehemu muhimu ya mlo kwa anayepata nafuu. Msikilizaji na mtazamaji wanaojiri mitaani TV, viazi tamu si chakula tu, ni kinga ya mwili, ni tiba, ni rafiki wa afya yako. Endelea kufuatilia mfululizo huu kwa video zaidi kuhusu lishe bora, tiba asilia na nguvu ya vyakula tunavyovikuta kirahisi mtaani. Usisahau kusubscribe kupenda video hii na kushiriki kwa wengine. Tafadhali acha maoni yako: ni faida ipi ya viazi tamu iliyokushangaza zaidi? Hii ni yanayojiri mitaani TV.